Bwana, mambo vipi? Ni jioni nyingine uh, ni siku ambayo ligi kuu ya NBC imepigwa kwa mechi nyingi, lakini tunakwenda kuangalia zaidi mechi ya wananchi Young Africans na nafasi yao ya kuchukua ubingwa kwa msimu huu wa 2024 2025. Kumbuka kwamba hawa ndio mabingwa watetezi and so far ndio vinara wa ligi kuu ya NBC wakiwa na jumla ya alama sitini na moja wana wanatofauti wa michezo tayari wao wameshacheza raundi ishirini na tatu na wapinzani wao wa karibu zaidi katika kampeni ya kuwania ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu, kwa maana ya Simba, wamecheza raundi ishirini na mbili na ikumbukwe kwamba wanacheza michuano ya kimataifa sasa katika uh, mwezi uh, huu kwa maana ya mwezi wa April, au mwezi wa nne. Uh, ikumbukwe kwamba mnyama uh, Simba hatacheza mchezo wowote ule wa ligi kuu ya NBC na amepewa nafasi kubwa zaidi ya kucheza hiyo michuano ya kimataifa kwa hiyo Young Africans atacheza michezo yake kwenye ratiba. Yupo, ana michezo uh, saba imesalia. Ikumbuka, amecheza raundi ishirini na tatu hivyo imesalia michezo saba. Kama atashinda michezo hiyo yote, basi atatawazwa kuwa bingwa, kwa sababu endapo Simba naye atafanya vizuri katika mechi zake, basi uh, Young Africans atakuwa juu kwa alama moja, na naikumbuka kwamba kuna wenyewe kwa wenyewe watakutana katika dabi ya Kariakoo, mechi ambayo inaweza kawa na taswira tofauti. Sasa hapa tunaangalia nafasi ya Young Africans na performance ambayo anaionesha, kama inawezekana kuwa bingwa, njia ambayo anaipitia kwenye huo ubingwa itakuwaje? Njia iko namna gani, ni nyepesi ama ni ngumu? Nafasi ya Young Africans kuchukua ubingwa wa nne mfululizo msimu huu ipo? Hebu tukaangalie wapinzani ambao anakutana nao sasa, mpaka sasa hivi tunapozungumza Yanga ndio timu nambari moja katika msimamo wa ligi wenyewe wakiwa na jumla ya alama sitini na moja. Wana goal difference ya nane kutoka wao na Simba kwa maana magoli ya kufunga na kufungwa wamewazidi Simba, uh, magoli nane wana faida. Young Africans sasa kuwa na alama sitini na moja, uh, ndio vinara wanaongoza ligi. Endapo Simba atacheza mchezo wake wa kiporo unaofuata, maana yake uh, na kishinda tafsiri yake bado Young Africans atakuwa juu kwa tofauti ya alama moja. Sasa basi Yanga amecheza raundi ishirini na tatu, raundi ishirini na tatu, katika raundi ishirini na tatu hizi uh, ndio hivyo amevuna jumla ya alama sitini na moja, amebakisha raundi saba, raundi saba remained. Sasa katika raundi saba hizi timu gani ambazo anakwenda kukutana nazo? Mechi gani zimesalia? Na hizo mechi je, ni wapinzani ambao wanaweza kumzuia Yanga uh, kwa maana ya kampeni yake ya ubingwa au itakuwaje? Sasa hapa tunakwenda kupanga wapinzani ambao Young Africans anakwenda kukutana nao katika fixture inayokuja. Mpinzani uh, kuna, kuna Azam FC, kuna Azam FC mechi itachezwa Azam Complex, hiyo hapo. Kuna Coast Coast Union, mchezo huu utachezwa KMC Complex kwa maana ya Yanga uh, atakuwa huu uh, mchezo Yanga yuko away huu, uh, mchezo Yanga atakuwa yuko nyumbani kwa maana ya home. Mchezo mwingine utakuwa dhidi ya Namungo Southern Killers Namungo, huu, uh, mchezo Yanga atakuwa nyumbani. Mchezo mwingine utakuwa dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate gate mchezo huu Yanga atakuwa away, yani ugenini. Mchezo mwingine dhidi ya dhidi ya Dodoma Jiji. Dodoma mchezo huu Yanga atakuwa nyumbani, na mchezo mwingine utakuwa dhidi ya Prisons. Prisons Yanga atakuwa ugenini. Sasa hapa kuna jumla ya michezo sita imeweka hapa, hii ni michezo sita Mchezo mmoja ambao umesalia katika orodha hii ni dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa basi katika orodha hii ya mechi ambayo nime, nimeziweka hapa wapinzani hawa ambao Young Africans atakutana nao katika kampeni yake ya kwenda kuchukua ubingwa wa nne mfululizo msimu huu. Uh, wapinzani ambao wamekuwa na testi tofauti, wapinzani ambao wanaweza kuisumbua Yanga moja kwa moja. Yani, ukiulizwa timu gani ambayo inaweza kwenda kumsumbua Yanga kwa maana ya kupoteza alama, of course, wote hawa a, Yanga anaweza kupoteza alama kwa kila mpinzani wa hapa, hakuna timu ya kuidharau. Lakini according to record, kwa mujibu wa rekodi ya Yanga na timu hizi, Yanga kwa wapinzani hawa kuanzia hapa mpaka hapa kwa maana ya hawa wapinzani watano, Yanga amekuwa na performance bora ukilinganisha na wao. Kwa mfano, katika wapinzani hawa watano wote ambao wako hapa, michezo mitano ya mwisho, nimechukua wastani ya michezo nime mitano, lakini uh, kuna timu amecheza nao zaidi ya michezo mitano na amefanya vizuri. Kuna timu amecheza hadi mechi kumi and still Yanga ameshinda kwa asilimia tisini so uh, katika wapinzani hawa ambao wako hapa tayari Yanga kila mmoja katika hawa amewafunga. Michezo mitano ya mwisho ambayo amekutana nao Coastal Union: katika michezo mitano dhidi ya Coastal Union aa, amefunga jumla ya mabao tisa akiruhusu bao moja tu. Kwa hiyo katika michezo mitano ya mwisho matokeo yake yamekuwa hivi. Tafsiri yake ni asilimia kubwa, yaani Yanga ana asilimia kubwa ya kupata matokeo dhidi ya Coastal Union. Timu nyingine ambayo anakwenda kukutana nayo akiwa nyumbani KMC Complex ni Southern Killers Namungo kutoka Ruangwa, Lindi. Sasa Namungo anakutana nao, lakini katika mechi tano za mwisho tayari Yanga ameshinda michezo yote na jumla ya mabao Namungo wameruhusu mabao kumi wao wakifunga bao moja pekee katika michezo mitano ya mwisho dhidi ya Young Africans. Mpinzani mwingine ni Fountain Gate ambaye sasa Fountain Gate, Yanga atakwenda ugenini kwa maana ya Tanzanite Kora. Sasa katika mchezo huu Fountain Gate, ikumbukwe, ni timu ambayo msimu huu ndio imeitwa Fountain Gate rasmi, lakini Uh, katika mchezo wa kwanza dhidi ya Young Africans walipata kichapo cha mabao matano kwa sifuri, uwanja wa KMC Complex. Sasa basi, Fountain Gate imebadilishwa jina. Before ilikuwa ni Singida Big Stars. Yes, Singida Big Stars baadaye kaja kuitwa Singida Fountain Gate hivyo. Sasa ukitrace tangu kule mpaka hapa tunapozungumza, katika michezo mitano ya mwisho ambayo miamba hii imekutana, Yanga amepata ushindi wa michezo yote mitano akifunga jumla ya mabao kumi na sita na akiruhusu bao moja peke yake na mwenyewe pia, wastani wa mabao au wastani wa ushindi ni mkubwa katika michezo mitano ya mwisho, yani ushindi wa asilimia mia. Timu nyingine ambayo inafuata katika orodha hii ni Dodoma Jiji kutoka Dodoma na wenyewe watakuwa uh, Young Africans atakuwa nyumbani KMC Complex dhidi ya Dodoma Jiji. Sasa Dodoma Jiji katika michezo mitano ya mwisho Young Africans wamepata ushindi wa asilimia mia wakishinda michezo yote mitano na wakifunga jumla ya mabao kumi na tano na kuruhusu mabao mawili peke yake katika michezo hiyo mitano ndio. So, uh, hawa ndio wapinzani wanne tumewaangalia. Mpinzani mwingine ni Tanzania Prisons. Tanzania Prisons kutoka Mbeya, uh, na wenyewe katika michezo mitano ya mwisho dhidi wamepoteza yote na kupoteza huko uh, wameruhusu wameruhusu jumla ya mabao kumi na tatu, Tanzania Prisons wakipata mabao mawili. Kwa hiyo huu ni wastani mwingine wa kufanya vizuri kwa Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons katika upatikanaji wa matokeo. Sasa basi, wapinzani hawa watano, tukiwatoa wapinzani hawa watano, simaanishi kwamba Yanga lazima atawafunga hawa, hapana ila anaingia na nafasi kubwa ya kupata matokeo ya ushindi ukilinganisha na wapinzani kutokana na rekodi ya michezo waliyoweza kucheza hapo nyuma. Sasa, timu ambazo uh, zinaweza kumpa changamoto pengine kwa asilimia kubwa, zinaweza zikaharibu kibarua cha Young Africans kwenye mbio zake za ubingwa au kuathiriwa kwa namna moja au nyingine katika mbio zake za ubingwa ni Azam FC pamoja na Simba Sports. Azam pamoja na Simba hii ni dabi ya Kariakoo. Of course, Yanga amekuwa akifanya vizuri katika mechi hii ya dabi dhidi ya Simba uh, katika michezo minne ya mwisho amekuwa na performance nzuri na, na upatikanaji mzuri wa matokeo, lakini bado haitugaranti kwa sababu na Simba ndio wanawafata katika race ya kwenda kuchukua uh, huo ubingwa. Kwa hiyo mechi ya Simba na Young Africans ni mechi ngumu ambayo kwa haraka tukitoa ule ushabiki Uhalisia, ni mchezo ambao unpredictable, chochote kinaweza kikatokea. Aikatazwi kuwa na confidence kwa shabiki kuwa timu yake itafanya vizuri, lakini uhalisia ni mchezo ambao uh, ni mgumu ukilinganisha na hii michezo mingine. Mchezo mwingine mgumu kwa Young Africans, ni dhidi ya Azam FC. Kwa hiyo timu hizi mbili Simba na Azam FC ndio timu mbili ambazo kwa asilimia kubwa pengine zina nafasi kubwa zaidi ya kumvuta shati Young Africans katika kampeni yake ya mbio za ubingwa kwa msimu huu wa ishirini na nne ishirini na tano na mchezo huu utapigwa Azam Complex. Ikumbukwe katika mchezo wa kwanza ambao ulipigwa Azam Complex walishinda Azam FC bao moja kwa sifuri, bao likifungwa na Jibril Sira, nyota wa kimataifa wa Gambia. Kwa kuzingatia mlolongo huu, unaona Young Africans wana nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini wanaweza kuvutwa shati na timu yoyote hapa, ila tukija according to record Unaona Young Africans ana timu nyingi ambazo amekuwa akifanya vizuri anapokutana nazo. Hapa nimeziweka timu tano hizi ambazo amekuwa na wastani mzuri wa kupata matokeo pindi ambapo anakutana nazo. Coastal Union ya Tanga, Namungo ya Lindi, Fountain Gate ya Babati, uh, Manyara, Dodoma Jiji ya Dodoma na Tanzania Prisons ya Mbeya. Sasa hili ni wazo la kufikiria uh, kwamba Yanga safari yake kwenda kuchukua ubingwa kwa asilimia kubwa inaweza kazuiwa na Simba mwenyewe ambaye ndo anakimbizana naye au na Azam FC, moja ya timu bora katika kandanda yetu. Lakini tofauti na hapo, wapinzani hao wengine wanaweza kumzuia, ingawa rekodi zinaonesha kwamba Yanga anakuwa bora zaidi anapokutana nao. So tunasubiri kuona mechi hizi saba zilizosalia, Young Africans watafanya nini katika safari yao ya kwenda kutetea ubingwa wao wa Ligi Kuu ya NBC.